Ndugu mpenzi mtazamaji wa Masters TV pale ulipo, endelea kwa nasi ambacho kinakuja kila siku kwenye simu yako au kwenye TV yako ambayo unaitumia hapo. Unaweza kuandika Masters TV online, pia usisahau subscribe kule kuna comment na, na kwa siku ya leo kuna kuna habari fulani hivi ambazo zipo kwa sasa mtandaoni na kuna pitapita pita zangu mjini Facebook pale kuna wanaosemaga mjini YouTube lakini mimi ni mjini Facebook pale kuna eh, kuna baadhi ya video ambayo nimeiona, ya mshikaji fulani hivi alikuwa anafanya mahojiano na mshikaji ambaye anaishi Marekani, ambaye anaishi Marekani lakini wanazungumzia kuhusiana na, na masuala ya ya Trump kuzuia pesa, kuzuia pesa watu ambao wapo Marekani wasio wanatuma pesa Afrika. Sasa kuna hiyo clip ya video ambayo nimeiona mshikaji, kuna baadhi ya maneno ameyazungumzia sana, kuhusiana na na kufurahishwa na kile ambacho rais wa Marekani uh, ambacho alichokisema au ambacho kinachosemekana kwamba kuna baadhi ya kuna kuna kuna baadhi ya taarifa kusema kwamba kwamba kuna kutuma pesa Afrika. Sasa sikiza kwanza hapa kidogo kwenye sikiza kwanza kidogo kwenye hii clip ndogo, usikiane na mshikaji kwanza alichokuwa anakizungumza pale e, na unaweza kumshauri nini au unaweza kujifunza kitu gani? Nimesikia kwamba Trump ana maamuzi ya kusema kwamba kufunga kuna kutuma hela nje ya nchi ni kweli? Hiyo ni kweli hiyo, hmm. ni kweli, na naweza nikapende iwe hivyo, kwa sababu watu ambao wako Afrika wameshatusumbua sana bwana. Wameshatusumbua hmm. <laughs> sana e, ni pela ni pela, maisha yako ni magumu, kwa hiyo hmm. itakuwa ni vizuri ataku, atakuwa ametusaidia. yeah, nice clip. hii imeshamaliza kuisikiliza na kuiangalia vizuri na kile ambacho ulichokizungumza na umekisikiliza kabisa je? yes, sasa kimtazamo wangu, huwa ni watu kama wa aina kama hii wapo Wapo tena, naona kama ni mtu ambaye ana akili zake timamu ambaye yupo vizuri mwenye afya kabisa ambaye amezungumza kitu kama na hichi cha kusema kwamba watu wa Afrika wanawasumbua sana kuombaomba hela na amefurahi sana kusikia kauli ya, ya Donald Trump ya kuzuia kwamba kuna kutuma pesa Afrika. Sasa so, imagine kama mwanaume kama huyo hapo ambaye anaongea kitu kama hicho kitu ambacho yeye anafurahishwa nacho hajui kwamba kuna watu ambao wana, mara, wana marafiki, kuna wengine wana ndugu, kuna wengine wana familia, na kumbuke kwamba kuna baadhi ya wengine ambao wana wake Afrika, na kuna wengine ambao waliachaga waume zao Afrika, na kuna wengine waliacha mababa zao, mama zao Afrika, ambao watoto watoto wao au familia zao ziendaga Marekani zilienda kuhaso kupambana, ile zile familia zilizobaki Afrika, ili na zenyewe ziishi maisha mazuri, kuto kuishi kwenye maisha magumu ambayo walikuwa wanaishi hapo zamani. Na unaweza kukuta mwanaume huu huyu ambaye ameongea maneno kama haya, unakuta ni wale wanaume, unakuta wana, wamelelewa, ambao wanakaa tu ndani hawafanyi kazi yoyote, unakuta mwanamke ndo anafanya kazi mchana na usiku nwanafanya kazi lakini yeye hafanyi kazi, kazi Trump akizuia kwamba hakuna kutuma hela Afrika, je, kwa wale watu ambao wana miradi yao wa Afrika, ambao kuna baadhi wamenunua viwanja, kuna wengine wana jenga, kuna wengine wana miradi fulani hivi, sitakuwa, itakuwa ni hatari sana kwao? lakini mi nachokijua kwamba mshikaji inabidi kwanza ajirudie, ajirudie, abadilishe kauli ya kile ambacho kuwa nakizungumza, kwa sababu sio kitu kizuri sana kwa mtu ambaye ni mwenye busara. Mtu ambaye itokaga Afrika ukaenda Ulaya ukaenda Marekani, cha kwanza imajini majini, cha kwanza hujui proses za kutafuta visa, hujui proses za kutafutia passport na hujui na huli ya ndege hujui ne. ni neema ne gani Mungu aliyokutendea wewe ukapata fursa safari ya kufikisha Marekani ili uwe na maisha mazuri. Japokuwa kweli Marekani kuna kazi ngumu sana watu wanafanya kweli, kazi hiyo haipingi, watu wanafanya kazi sana, lakini kuna utofauti <coughs> wa Afrika na Ulaya kuna utofauti wa pale ulipotoka na hapo ambapo ulipo kwa sasa, kwa sababu hapo ambapo ulipo kwa sasa ni sehemu ambayo kitu cha kusema kama kitu cha njaa njaa hakipo kama huku kwetu. Lakini na huko hata na huko usipofanya kazi njaa inaweza kukupiga kwa sababu uwezi kaenda kwenye duka la mtu kuchukua chakula bila ukilipia. Hapana, kuchukua kitu chochote bila ukilipia. Hapana, lazima unapambana kwanza, alafu baadaye unakuja kulipia, lakini ni tofauti na huko kwetu. Huko kwetu kinachotusumbua na kutukosti ni kwa sababu ajira ni chache sana, na kuna kitu kingine umezungumza sana kuhusiana ti, Trump amezuia wa, wa Marekani, jezuia sana wakimbizi kufika Marekani. nyani nyani bro, wewe aliye kufikisha huko humjui ni nani, na aliye kusaidia na kutengenezea process za kufika huko humjui ni nani ila tu ongea, ongea yule ambaye kufanyia process za kufikisha Marekani ndo huyo huyo ambaye anaweza kufanya, kufanya process zingine za kurudisha Afrika, afu unajuta. Imagine unaweza kukuta kama, kama, umeongea maneno kama hayo sana, unaweza kukuta nyumba huna, unakuta hakuna hata mradi wowote ambaosh kufanya Afrika au kuna mradi wote ambao unao Afrika. Tuna ongea ongea, mimi clip hii hapa nimeangalia sana, nimeangalia sana, nimesikitika sana, kwa sababu kuna baadhi ya watu wakisema kwamba wazi, kuna hela kutuma Afrika, maisha yao yanaweza kuwa mabaya sana au magumu. Kwa mfano, mtu anakuta amenunua uwanja, kuna anajengesha nyumba yake ijamalizika, kuna mwingine anakuta amenunua zake gari, kuna mwingine anakutana na shop, kuna wale wengine tena unakuta <coughs> Kumradhi kidogo kwa sababu vile kinataka kunimbana kidogo. Kuna wale ambao unakuta maisha yao wanafanya business kupostiwa postiwa <coughs> vyakula kutoka Afrika kwenda Marekani, wana maduka Marekani, lakini vyakula wanavyoviuzisha vinatoka wapi? Afrika. Sasa je, wakiziwia hii biashara wataifanyaje? Wakizuia dcheru itafanya biashara gani tena? Mbona biashara nyingi za zinatokaga Afrika. Yaani, kuna vile vyakula vyakula vya kiasili vinatokaga Afrika. Sasa so, wewe tu umeongea ongea tu, yaani mtu ambaye hana mradi wote, ambaye hafikiri afikirii maisha ni nini, ndio ni, huwa anaongea kile ambacho anacho anachowaza, yaani kile ambacho kinachokuja kile tu mdomoni mwake ndio anatamka tu hivyo hivyo. Anu kwa sababu sisi wote tunajivunia kwa kuwa tulipewa pumzi bure, kuongea utuzi hela wala utuzi ushuru, yani kuongea ni bure tu, lakini sasa hata kama tu, kama, kama tulipii, lakini kuna mipaka fulani unaweza ukaifikia. Hicho ni, ni kitu ambacho unge, ni kitu cha huzuni sana, kitu cha huzuni sana, cha kuhuzunisha sana, kusema kwamba unafurahishwa, unafurahi, unafurahi. <laughs> haina nomo. Haya yote ni maisha tu ushangai po, si siku utakuja ujikuta po Afrika mzee ila kwa wale ambao watakuwa wamefuatilia kipindi hiki au jinsi nilivyokuwa naongea, kama nitakuwa nimeongea vibaya mtanisamehe, na kwa wale ambao nitakuwa nimeongea vizuri ndio hivyo, tena tuishi ki hivyo. Na pia usisahau kusubscribe, ku like na comment kwenye Mastaz TV. Na kwa majina anaitwa Isaac Kabaisa ndani ya Mastaz TV nikutakie siku njema au nikutakie usiku mwema au nikutakie asubuhi njema au nikutakie mchana mwema, nikisema okay, bye.